Mi naitwa Nadhira Ali Haji, ni e, mtoto kindakindaki, nimezaliwa mjini. Nimezaliwa mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili. Niseme kwamba mama yangu aliupata ujauzito sehemu ya kwanza ambao tulikuwa tunaishi Vikokotoni, kwa hiyo nimezaliwa pale Vikokotoni na baada ya kuzaliwa tu tukahamia kwenye nyumba yetu hasa Shangani. Kwa hiyo nilihamia Shangani, nilikuwa ni ni kama nina siku tu. Mama yangu, kwa mujibu wa maelezo ya mama yangu, alihamia pale Shangani kama nina siku saba mpaka nane tu hivi, tukahamia rasmi pale Shangani Baghani, umaarufu palikuwa panaitwa kwa Mabaruani ani Dolphin pale o, karibu na posta Kongwe na kanisa lile la minara miwili. Fahamu yangu najua niko pale Kwayo, kusoma, klasi, na ku, niluko, ni kwa hiyo nimeanza kusoma Quran klasi na skuli ya tumekuja na baada ya kuzamani nilikuwa ilikua kuna class, klasi kwao nilivyotoka Quran klasi nikaingia tena standard 1 pale pale tumekuja nimesoma tumekuja mpaka standard 8, wakati ule tunafanya mtihani, na nikaenda kuendelea na masomo katika skulu ya Bembela. Kwa hiyo nimezunguka pale pale kwa elimu ya madrasa. Nimepata elimu ya madrasa chuoni kwa Bakathiri Mkunazini, ndipo hapo nilipoanza tangu alifu b mpaka nimemaliza chuoni. Kwa hiyo nazunguka pale pale tu mjini alhamdulillah, mjini naijua yote tangu, ukiuliza watoto waleo, watu waleo, ukauliza shangani store na kujua mtu atakwambia hakujui. Ukimuuliza jumba la bibi wajongeani unalijua, nakwambia halijui wa waleo, lakini lakini kwa sisi tunajua. Ukimuuliza mtu gizenga iko wapi haijui. Kwa hiyo sisi tumezaliwa katika mitaa ile na nimekulia pale, nimelelewa pale na wazazi wote wa mtaani, kwa sababu sisi alhamdulillah, katika mitaa yetu ya Shangani au Mji Mkongwe tulikuwa ni watu ambaye mtoto alikuwa sio wa mtu mmoja, mtoto ni wa familia. Kwa hiyo unapofanya makosa, ana haki mzazi wa mwingine akakurudi. Na alhamdulillah, malezi yale mpaka hii leo hapa sijapata kuyaona tena kwa maisha haya ambayo tunayo. Nikitokea nilikuwa la msiba, basi ni msiba wa mtaa mzima. Nikitokea la furaha, furaha ya ya mtaa mzima. Kwa mfano mimi niwe na naozesha na, na pale basi, naweza ukawaambia, unajua kuna kuna tamaduni wanawake tunakuja, tuna menya menya vitunguu mbatata, basi unaweza kumwambia nenda nyumbani kwa Bi Mtumwa, kwa Bibarke pale ndio kuna kwa menya vitunguu ah, mchele unadondolwa nyumbani kwa Bi Shemsa pale kwa hiyo hayo ndo maisha ambayo tumelelewa katika Shangani, katika Mji Mkongwe. Kwa hiyo Mji Mkongwe naujua vizuri sana mimi. Ndio Nadhira Ali Haji, ni mgombea wa bunge la ubunge katika jimbo la Malindi bronchwa zangu, ambao vipeperushi vyangu ni hivi ambavyo nitavisambaza katika jimbo la Malindi uh, ili watu waweze kunitambua na kunijua na kuvisoma vipaumbele vyangu. Naamini wakivisoma vipaumbele vyangu wasoni jua tu watavutika na sera zangu ambazo nimeziweka kwa ajili ya maslahi ya mji ya jimbo langu la Malindi. Na picha yangu ndio kama iliyoko hapo inavyojionyesha, mimi ndio Nadhira mwenyewe halisi mzaliwa wa jimbo la Malindi, asali ya mjini ambayo ladha yake haimalizi.